Sasa umekamilisha ziara yake ya siku sita katika kaunti za Meru na Embu. Watangazaji wa Wimaro FM, Muuga FM na Inoro FM walifurahisha wakazi kwa burudani kemkem kem na zawadi tele huku wakianza, wakieneza ujumbe wa Viusasa. Wakenya wana nafasi ya kujiunga na Viusasa na kutazama vipindi murwa kwa ada ya shilingi hamsini pekee. Watapata pia fursa ya kujishindia zawadi kuu za shilingi milioni mbili, shilingi nusu milioni kila wiki, na elfu hamsini kila siku. Msafara huu unaendelea kuvutia umati mkubwa wa wapenzi wa Viusasa ukizuru maeneo mbalimbali mbali kote nchini. Fanya sasa hivi, chukua simu yako, nenda kwenye paybill, piga 724177 account name, weka jina lako na uanze kucheza. Cheza mara nyingi zaidi na upate nafasi za kujishindia 2 million.